Mheshimiwa Naibu Spika, huduma za kibingwa na ubingwa bobezi zimeendelea kuimarika. Hivi sasa huduma hizo zinapatikana katika hospitali ya rufaa za mikoa na zinatoa huduma nane za kibingwa ambazo hapo awali zilikuwa zinapatikana katika ngazi ya kanda. Huduma hizo ni pamoja na afya ya uzazi na magonjwa ya wanawake, afya watoto, ya watoto magonjwa ya ndani, upasuaji, upasuaji mifupa na ajali, Huduma za dharura, huduma za mionzi, huduma za ganzi na huduma za dawa za usingizi. Mheshimiwa Naibu Spika, hali ya upatikanaji wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi vya kisasa na bidhaa za afya imeimarika sana kutoka asilimia 73 ya mwaka 2020 hadi asilimia 89.3 kwa Februari 2025. Mafanikio hayo makubwa yameendelea kuwavutia wagonjwa kutoka nje ya nchi pia na kuimarisha tiba utalii ambapo hadi Februari 2025 wagonjwa elfu saba mia nane arobaini na tatu kutoka nje ya nchi wametibiwa ikilinganishwa na wagonjwa elfu tano mia saba na tano kwa mwaka F 2020.